Sogea karibu na runinga yako uifahamu bfamilia chemchem ya mafundisho. <tipos> <tipos> Karibuni wandugu wapendwa, mahali popote mulipo, ni mimi Roddaf katika kwenye chanel hii ya Bfam na ukiwa mtu wa kwanza kabisa kusikiliza sauti hii kwenye Bfam channel au video zetu, tunakuomba kabisa upate kusubscribe na kushare au kupartage video zetu ili wandugu marafiki nao wapate akse au akses ya kutizama video zetu kwa kwa video hizi sio video tu, lakini video za mafunzo. Kuna mafundisho kabisa muhimu ya kila mbondo zenye anapashwa ajue. Kwa hiyo ni vizuri sana upate jichukulie nda kabisa kwa kupartaje mavideo hizi zifikie watu wengine pia. Tunakuomba kwa kutoa makomenti zako eh, unaweza kutuandikia maoni yako, itatusaidia kabisa na itatusukuma mbele, itatufanya sisi tupate kujua nafasi ambayo tunaona kama tunaweza kujisukuma mbele au kukorije au kukerebesha ili tupate kufanya kazi vizuri. Na siku ya leo hatutachukua mda kabisa, mda, mdu, mda wetu ni mfupi kulingana na mafundisho yetu ya siku ya leo. Na mafundisho ya leo ni tutaita kama ni parti ya ine. Tuishatoa parti ya kwanza na parti ya pili na parti ya tatu. Hii ni parti ya ine katika mafundisho hii na leo, tutaenda kuzungumzia katika sekteri yetu ya Ngandja eh, na sekteri hiyo ya Ngandja tutaenda kutoa uh, kuueleza kuhusu magrupma na hizo grupma pamoja na wamwami ambao wanaoongoza magrupma hizo. Sekteri yetu ya Ngandja ni sekteri yenye iko kubwa parmi ya masekteri zingine zenye ziko mufizi itombwe. Na sekteri hiyo iko tu na grupma tatu ni kubwa, lakini na magrupema inama tatu, na hizo grupma tutaenda kuzitaja pamoja na wamwami wake wanaoongoza kila grupma katika sekteri hiyo ya Ngandja. Na grupma ya kwanza ambayo tutaenda kuanza nayo ni grupma ya Babungwe Cide. Grupma ya Babungwe cide inaongozwa na mwami Elenda. Mwami Elinda yeye ndiye anayeongoza groupema hiyo ya Babungwe Seed. Na groupema ya pili, groupema ya pili ni groupema ya Bashikalangwa, ndio groupema ya pili yenye inapatikana katika sekteri hiyo ya Ngandja na mwami ambaye anaye miliki au kuongoza uh, grupuma hiyo ya vashikalangwa ni mwami Alenga. Mwami Alenga, yeye ndiye anayeongoza grupu ma hiyo ya vashikalangwa. Na grupuma ya tatu, na hiyo ndio grupuma ya mwisho katika sekter ya Nganja ni grupma ya bashikashilu. Grupma ya bashikashilu ndiye grupma ambayo inayoongozwa na mwami Mlela, mwami Mlela, yeye ndiye anayeongoza grupu hiyo ya bashikashilo. Wandugu wapendwa, hatutachukua muda ndefu sana, kwa gisi nilivyosema mafundisho haya. Please, ni vizuri unaposikia mafundisho hii, kama uko na watoto uko na wa wadogo na sirtu wa diaspora, ni vizuri sana tukuwe tunafundishia watoto wetu, ili watoto wasisahau kabisa kukosa kujua mahali walipotoka. Ni vizuri kabisa Wabembe ama mtoto wa Mbembe apate kujua Fizi ni wapi? Fizi iko na magroup ma ngapi? Na huyo mtoto anatoka katika group ma ya wapi? Na hiyo group ma kwenye kwenyeye anatoka, mwami wa group ma hiyo ni nani? Ni vizuri sana kuwaambia watoto wetu, na najua hata kuna watu wakubwa wengine hawajui, wanajua group ma wengine wajue shefu ni nani hawajui sekteri ya Ngandja muko group mangapi, hawajui sekteri ya Mtambala muko group mangapi, hawajui sekteri ya, ya Tanganyika muko groupu mangapi, hawajui sekteri ya Lulenge muko group mangapi, hawajui sekteri ya Itombwe muko groupu mangapi, lakini kupitia chaneli hii utajua yote na kia maana ni unaposikiliza mafundisho partaje hayo ambia watoto ambia wengine ambayo hawafahamu na unaweza wambia unaweza kuambia kuna channel, Bifam channel ina mafundisho mazuri na wenyewe wakuwa nafata mafundisho hii kitu kiko kuyutube saa ile ni saa tu yenye uko na wakati unaweza fungula youtube yako na unafata mafundisho ni vizuri sana, na wapatia wa ile courage ya kufata Bifam channel kwa kuwa ni channel ambayo inazing, inazingatia mafundisho kamilifu ambayo itasaidia na inasaidia mtoto wa Mbembe. Kukosa kukosa kujua, na hii itakufanya wewe upate kujua, na kama ulikosha sahau channel, hii itakukumbusha tena kwa ajili ya mainfo zote ambazo ziko katika fizi Itombwe. Asante sana wandugu, sapoti yenu ni ya maana sana, itatufanya sisi tuendelee ufanya mareshershe na kufanya mareshershe ya mingi kwa kupata mainformasion ili tupate kuja hapa kui chaneli na kuwatolea mafundisho ambayo yenye tukonafanjia reshershe. Mtu mutusaidie sana, mutusukume mbele, vraiment itatusaidia sana. Mungu awasaidie na awalinde pamoja na familia zenu zote, eh. Mungu awasaidie sana, awalinde pamoja na familia zenu zote. Asante sana. Soon video ingine itakuja, mwe watu wa kupartage, mwe watu wa kushare na maoni yenu tafadhali, itatufanya vizuri. Asante sana. Mungu awabariki.